Leo tunakusanyika kuzungumzia fumbo ambalo kila muumini hukutana nalo wakati fulani wa maisha: kimya cha Mungu. Kuna nyakati tunapomwomba Mungu kwa bidii, kwa machozi na maumivu, lakini tunahisi kama maombi yetu yanapotelea hewani. Tunajiuliza, Mungu uko wapi? Huoni ninavyoumia? Lakini nataka ukumbuke hili: Mungu haachi kuwa nasi hata kidogo. Yeye yupo, kimya chake kina maana yuko karibu zaidi ya tunavyofikiri anasikia kila kilio chetu anakusanya kila tone la machozi letu kama ilivyoandikwa katika zaburi hamsini na sita mstari wa nane wewe umeweka machozi yangu katika chupa yako yeye ni kama mchungaji mwema anayewacha kondoo tisini na tisa kuwatafuta waliopotea kama baba anayemkimbilia mwana mpotevu na kumkumbatia kwa furaha yeye ni mwaminifu hata tunapokuwa hatuelewi njia zake. Kwa nini basi Mungu anaonekana kuwa kimya? Leo tutafungua mioyo yetu na kujaribu kuelewa hekima iliyojificha katika kimya cha Mungu. Tutajifunza sababu tano kwa nini Mungu anaweza kuonekana kuwa kimya na tutagundua baraka zilizofichwa katika kimya hicho. Hii ni safari ya kiroho. Kimya cha Mungu kinajaribu imani yetu.